Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa mifumo himilivu ya chakula nchini, ambao mradi huu unatekelezwa nchi nzima na una kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kufanya ukarabati wa miundombinu wa umwagiliaji na kazi ya pili ni uchimbaji wa visima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji katika halmashauri zote nchini. Tuko hapa katika skimu ya Hombolo, uh, tuko na ugeni kutoka Benki ya Dunia, ambapo tuko na wataalamu ambao, ambao wamekuja kuangalia maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu. Kwa ujumla, wataalamu wa wetu na wageni wetu wameridhika na utekelezaji, kwa sababu katika skimu hii ya Hombolo Tume ya Taifa Mwagiliaji tayari tumeingia mkataba na chama cha umwagiliaji cha Hombolo katika matunzo na uh, katika uendeshaji na matunzo ya miundombinu katika skimu hii. Serikali imekuwa ikiwekeza muda mrefu, lakini eneo la matunzo na usimamizi wa miradi ya miundombinu imekuwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo tumeingia mkataba na skimu hii na kuainisha majukumu ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, majukumu ya wakulima wa chama cha umwagiliaji Hombolo na kuainisha majukumu yote yote na kuingia mkataba mkataba. Huu tunaendelea na utekelezaji wake, ambapo Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tumepewa jukumu la kukarabati skimu hii ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi. Wakulima wa Hombolo wanategemea sana kilimo cha zabibu katika maisha, kuendesha maisha yao na wamekuwa ni mashahidi ya umuhimu wa umwagiliaji katika kilimo hicho. Hivyo natoa wito kwa wakulima wengine nchini kuendelea kushirikiana na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ambayo imepewa mandate kubwa ya kusimamia miundombinu na uendelezaji mzima wa sekta ya umwagiliaji ili tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane ili azma Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kufanya Tanzania kuwa gala la chakula kwa Afrika nzima iweze kutimia.